Mheshimiwa Spika, ili wizara iweze kutekeleza majukumu na malengo yaliyopangwa ikiwemo ukusanyaji wa maduhuli ya shilingi trilioni 1 bilioni 405 milioni, na tano, milioni na tano, thelathini na saba, laki 268 elfu 755, na naomba bunge lako tukufu liridhie na kupitisha makadirio ya shilingi bilioni 224 milioni 984 laki moja na hamsini elfu kwa ajili ya matumizi ya wizara na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kwa mchanganuo ufuatao: shilingi bilioni 124 milioni 604 laki saba na themanini na nane elfu, sawa na asilimia 55 ya bajeti yote ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Shilingi bilioni 100 milioni 379 laki tatu na sitini na mbili elfu sawa na asilimia 44.62 ya bajeti yote ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 24 milioni 268 laki tano na themanini na tano elfu ni kwa ajili ya mshahara ya watumishi na shilingi bilioni, mia, bilioni 76 milioni 110 laki saba na sabini na saba elfu ni kwa ajili ya matumizi mengineyo yani, OC ya wizara na taasisi chini ya wizara. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Majedwali na vielelezo kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala na takwimu muhimu kuhusu sekta ya madini vimeambatishwa pamoja na hotuba hii. Hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya Wizara ya Madini kwa kikoa cha ww